Mwaka huu mabanda maalum ya bidhaa kutoka nje ya nchi ni kama yanavyoeleweka, kuna banda la Karume, mnalifahamu, banda la Kilimanjaro, banda la Sabasaba Saba. kuna makumbi mapya yale ambayo ya majina ya marais wa staafu ambayo mwaka jana yaliimarishwa yali yale, kuna banda la Mheshimiwa Jakaya ya Mrisho Kikwete hayati Benjamin William Mkapa, marais wastaafu, na hayati Al Hassan Mwinyi. Hayo yatatumika kama ni ya washiriki kutoka nje ya nchi na tumeatenga kwa ajili ya kuongeza mapato ya kigeni. Kama mnavyofahamu, Sabasaba ni eneo moja linaotoa mchango mkubwa wa fedha za kigeni hapa nchini, kwa sababu washiriki wa, wa nje wanalipia kwa fedha za kigeni. Matumizi ya tehama pia katika maonesho haya yame yamezingatiwa sana katika maonesho ya 49. kwanza kupitia maombi ya usajili. Kwa hiyo washiriki wengi mara hii mpaka sasa wameweza kuomba katika mfumo wetu unaoitwa SAMS, Space Allocation Management System. Kwa hiyo tumepunguza ile ile harakati ya mtu kuja pale Sabasaba kuonana na mtu kufanya booking ya banda. Kwa hiyo watu wengi wameweza kuomba kupitia mifumo mpaka saa hisi na wanaendelea kuomba, lakini matumizi ya electronic ticket yanaendelea na wataweza kukata kupitia mitandao ya Voda. Mwaka jana tulianza na Vodacom, mwaka huu tumeshafanya maongezi, watafanya kupitia mtandao wa Yas. Kwa hiyo watu wataweza kukata ticket kupitia kwenye mitandao hiyo, kwa hiyo hata ile foleni itapungua, lakini suala ya kukata, kukata fizikali lazima iwepo, hatutoweza kuiondoa moja kwa moja. Kutakuwa bado kuna watu ambao wanatarajia kukata pale pale wakiingia, na ndio mambo ya system system, maana yake ni kwamba Unaadapt to new system lakini ile ya zamani unaendelea kuiacha kidogo kidogo, unaiondoa kidogo kidogo, na kutakuwa na masuala ya zoezi la uchaguzi wa banda bora kupitia ndani ya mifumo. Kwa hiyo kupitia uh, mkutano huu wa leo na ndugu waandishi wa habari, napenda kutoa wito kwa wananchi, washiriki wetu mbalimbali mbali, waweze kujiandikisha ushiriki wa zoezi la ujaji kufanywa judging wanafanya application na kupitia mifumo tutafanya zoezi hili maonyesho yatakapoanza kuanzia tarehe 28. Kwa hiyo wale wote watakaopenda kushiriki kwenye zoezi hili, basi kupitia mfumo wetu wa SAMS wataweza kufanyiwa judging, ambapo zoezi hili ni lenye lenye, ni zoezi ambalo lina transparency kubwa. Majaji wanatembelea lakini, zile yale matokeo na vile vigezo wanaposti moja kwa moja wakati wanatembelea yale maeneo yanaingia kwenye mfumo mfuko mfumo unajihisabu, na sio yale ya kukaa kuonana jaji na jaji. Kila mmoja na maon, maoni yake anaingiza, ya mfumo unajihisabu, mshindi anapatikana. Kuhusu suala la viongozi na wageni mbalimbali ambao wanatarajia kutembelea maonesho haya Viongozi kama kawaida, viongozi mbalimbali mbali, na mwaka huu mnaelewa ni mwaka wa uchaguzi, kwa hiyo tunatarajia viongozi wingi zaidi kuja kutembelea maonesho haya, waheshimiwa wabunge, viongozi wengine, wawakilishi wa nchi mbalimbali na washiriki wetu ambao wanatarajia kushiriki. Nchi za nje kuna wageni mbalimbali mbali, wanatarajia kuwaleta kwa ajili ya kuja kutembelea maonesho haya. Kuna grupu mbalimbali zitakuja kutembelea kwa ajili ya B2B ambao ni wa nje kabisa. Aa, na masuala mengine ambayo ya uwepo wa mfumo maalum wa solution za changamoto ya saba saba. Kama alivyosema saba saba hii, tuna tunazingatia sana masuala ya mifumo mwaka huu, tutaizindua kabla kwanza maonyesho. Tunatarajia mwezi wa sita mwishoni tunazindua mfumo unaitwa saba saba app ni application ambayo inalenga kutoa kutoa ufumbuzi wa changamoto mbalimbali ambazo zinawakabili washiriki wetu watembeleaji. Sasa ingie mtembeleaji mpaka amuone amuone mtu amuulize, aijue ofisi ya information, aulize wapi banda fulani linapatikana, lakini kupitia sabasaba app ambayo tutaizindua ataweza mtu kufungua na kuona anataka kwenda banda gani na hata kuanza kushuhudia baadhi ya vitu kupitia hiyo application ya Sabasaba. Suala la usafirishaji wa mizigo ya ndani ya uwanja na nje ya uwanja, mara hii tumelizingatia. Miaka yote mmekuwa mkishuhudia mikokoteni, lakini mwaka huu tumefanya a, tumekaa pamoja na shirika la Posta na tayari tumeshafanya makubaliano. Tutazindua rasmi mwezi ujao zoezi la usafirishaji wa mizigo ndani ya viwanja vya maonyesho ya Sabasaba na nje. Mteja pia utakapokuja kutembelea utaweza kusafirishiwa kifurushi chako na shirika la posta. Mnafahamu shirika la posta linatoa huduma za usafirishaji, hata mizigo mikubwa. Wale washiriki wetu waliokuwa nje ya mikoa watakaotaka kuletewa bidhaa zao mpaka mikoani, wataweza kuchukuliwa bidhaa zao na shirika la posta hatimaye kuletewa pale exhibition exhibit zao. Lakini pia kama mteja au mtembeleaji kaja akanunua bidhaa, ataweza kusafirishiwa kwa vitu standard kabisa, vyombo standard kabisa, na sio ile mikokoteni mliokuwa mkishuhudia. Tumeeliminate mikokoteni mwaka huu.